ni moja kati ya watu ambao wameweka mkono pia kwenye event yetu ya talent show, lakini pia kitu kikubwa yuko nacho leo kwa ajili ya hiyo, utaweza kusema kile ambacho kunacho kwa ajili. Asante sana Mheshimiwa Dkt. Juma Zuberi Homera. Sisi kwa jina tunaitwa CCTV Point, tunapatikana pale Ilomba Lali kabisa na eko lakini pia tunapatikana kastni gorofa, si tunatuisisha na, na mfumo ya ulinzi hasa hasa CCTV camera, lakini pia tunafunga fence za umeme, tunafunga alarm system, tunafunga mageti ya remote, lakini tunafunga mifumo ya video intercom, ambayo kipekee kabisa, kwa heshima kubwa, leo leo tutakupa zawadi ya video intercom mzuri baada ya kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mgeni yeyote atakayekuwa anakuja atatakiwa apige hiyo video intercom, na ndani utaweza kumuona na ita ita ita rekodi watu wote ambao wamekuja. Tashukuru sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kufika hapa. Yeah. Pale pale nje kule ndani ina rekodi lakini lakini na na na na kumaliza shida zake zote. Kwa kwa muda wote pale, wewe kama mwana Power ukihitaji yote heshima, naomba mjadala hapa, sio jambo lingine, maana TV ziko vizuri. Kazi nzuri eh, na sisi tuna miradi mingi ya serikali. Eh, na na pia na wasisitiza ndugu zangu, fungeni CCTV camera. Eh, fungeni mambo mengine kule. Eh. Nashukuru sana Mheshimiwa mkuu. Asante sana. Asante sana.